Tuna hisi wenda ni ujinga, tunapostuka tumeferi na tumeshapoteza hekima. Wengine ufanya mambo tofauti na jamii, kulingana na hadido ujihisi wa kosa. Man of principle. I'm the man of principle. Man of principle. I'm the man of principle ana uhitaji wa ada na kiasi chenyewe ambacho kinahitajika pale ni kama laki nane tu bosi. Kwa hiyo nikaona nikufuate wewe unikopeshe hiyo laki nane nimlipie ada endelee na masomo, alafu sisi tutaendelea kukatana katika ule mradi wetu ambao unaendelea. Mm. Mm. Kwa hiyo bwana, kana unataka laki nane <laughs> ah. Unajua kana kana wewe ni rafiki yangu sawa, afu leo umenipa surprise sana. Kwa hiyo bwana, unamsomesha eh, fiance e, mchumba wako mtarajiwa mke, okay, mtarajiwa, unataka laki nane kesh, yeah. Yani ndugu yangu bwana, afadhali kumi na mbili vitu vingine, lakini nashindwa kuelewa. Yani hapo unajaribu kuvuta concept, unajaribu na sipati jibu kamili, unajua eh. Yaani hapo naona unataka umlipie laki nane wewe mwanamke, lakini sasa pengine ndio laki nane mimi nisikupe, nikunusuru kwa sababu na kuona kabisa yani unalipa hela kwa mwanamke mpenzi wako, si hata kumwoa, hujamwoa, umesema ni mchumba wako si ndio? hey, eh, unaenda unamlipia laki nane kesho na kesho kutwa nitasikia umemchoma, unataka kumchoma kwenye nyumba si ndio? si ndio mnavyofanya siku hizi sindo? yeah. yeah. hapana eh? sku so. Mimi ndugu yangu ningekushauri kitu kimoja, kama unaweza muoe kwanza eh, ukaoa kanya ndani, ukapiga mtoto wa kwanza. eh yule mtoto wa kwanza akishika, ni, akishika tufi, tu nani akishika tu vitu hata kwa bahati mbaya akaita baba tu. Yaani akaita neno baba tu hata wanampiga mtoto mwingine tena. Eh? Mtoto yule wa pili kabla hajakaa vizuri anapiga watatu afu hata kushapiga mtoto watatu kujua zako mtoto watatu safi kabisa. Alafu pale sasa ndio anamwambia mama, education is the key of life. Eh? Hata kwa mfano amekata kamba ameondoka zake huko. Si unabakiwa hata na watoto. I'm a man of principle. Tariki, usinipe mkono bwana, hebu kaa chini bwana. Hapo mkono wa nini? <laughs> Mjomba karibu. Asante, ah mjomba bwana, usishike <laughs> ah, rangi bwana. Mjomba bwana, mjomba ah. Vipi bwana? Hivi unafikiri hiyo rangi mjomba kama utashika mtamkishika watu wote na kuaje bwana? Basi sema ni rangi hata ndani muda mfupi tu rangi hakuna tena. Haya, nimekuelewa mjomba, mjomba. mjomba. Vipi lakini mmenawa nje huko? Nje watu menawa. Mjibu, ehe. Tunakaa na mlinzi hapo nje. Tukanawa. Eh, na si kuna watu. Hata barakoa vile vile tunazo. Sawa. Lakini mjomba pamoja na yote bwana, haya mambo ya kuaminiana sasa hizi hamna bwana. Mjomba, mikono pili nao, na basi mara pili na mara mbili au mara tatu. Unajua saa hii kuna uviko, kuna korona. Sasa sio tunaaminiana tu mambo mengine bwana, mnakuwa sio naniwe, eh? Vipi sasa, nipeni habari sasa. Mjomba, um, ni hivi uji wetu sisi hapa, zoezi yetu lile la kukulia yule mke Zoezi limefanikiwa, ndugu yako Tariki amekuwakilisha vyema tu hapo. Utajifanya mke wako? Si ndio mke wangu mimi? Mimi ndio nilimuoa sio wewe. Yani mjomba huyu kuna mtu anatamani kweli. Tariki pale, unakumbuka alivyosema kwamba kwa, kwa niaba ya Sawa. Sawa. Kwa hiyo ndio <laughs> E, hivyo. E, tumemaliza ile zoezi mke ile tumemuoa na tumekuja naye, lakini sasa tulipofika pale nyumbani tumekuta milango imefungwa, kwa hiyo tumeshindwa kuingia ndani, ikabidi e, nitumie akili kidogo. Kuna mama mmoja jirani yako hapa, nyumba ya pili hapa, ni mama mmoja mwenye huruma huruma sana, mtu alieni dini yule. <coughs> Wapi? ni, ni pale baada ile fence ya kwangu pale. uh -huh. Yeah. ile nyumba yeah. inayofuata yeah. <coughs> e, pili mama wako, sijui sawa sawa. Yule namfahamu namfahamu, ndio. uh -huh. mimi naongea naye, nikamwacha pale. mke wako yuko pale, kwa hiyo tumwona, bora sisi tuje huku, uje wetu sisi hapo bwana, tunakuja kufuata funguo tukafungue nyumba ili mke wako aingie ndani. Na ukiwezekana kama nafasi unayo tuenze tu kamone mkeo. Unajua mjomba siku, sikuacha funguo pale kwa sababu unajua dunia imeisha mjomba eh? hmm. unaweza ukasema uache funguo pale alafu baadae ukakuta tena sio vile ambavyo wewe ulifikiri. Ndio maana ukaona nimeondoka na funguo. Hata hivyo nilijua mnaweza mkifika pale mtanipigia simu. Mngekuwa mmewahi mimi ningeondoka ningekuja moja kwa moja mpaka pale ningewakuta pale pale. Mambo ya simu mjomba tumeona bora tuji wenyewe tu. Sasa wewe tu funguo tu sisi tunaenda kule. Ah. Sasa funguo mimi hapa nilichokuwa nafikiri kitu kimoja. Wewe kwanza wewe tunaenda nyumbani. Ah. Ni wewe inabidi uende nyumbani. Sawa. Sawa. Huyu inabidi aende nyumbani. Alafu mjomba, kwani wewe utakaa siku ngapi? Kuna kitu kimoja nafikiri ukielewe tu. Ni kwa kiwazi. Unajua mimi kwa sasa hivi maisha yangu nimeyahamisha hapa mjini. Yapo kule kule kijijini. Sawa. Tena kijiji chenyewe ni kile ambacho alichokuwa ameolewa huyo mke wako. Tunaishi wote kijiji kimoja. Hata dada yako Fatuma wakati anafanya mchakato huo kutafuta mke kule, aliniambia mimi. Mimi ile familia naifahamu vizuri sana. Ni mtoto ambaye ametoka katika mifupa ya watu. Yaani, mtoto kalelewa katika mazingira mazuri. Jambo, ngoja kwanza bwana. Eh? Kwani sisi wengine mjomba sio watu? <laughs> Haya, eh? Basi sasa nimekuelewa, sema nimekufamilia nzuri, maana ukisema tena hivyo mjomba unakuwa kama <laughs> kuna <laughs> mushkeli kidogo <mfosikari kdugwa>. Familia <laughs> eh, nzuri ambayo ina maadili mazuri, eh, niwaelewa. Kwa hiyo mjomba pale bwana umepata mke kusema kweli, mm -hmm. Naomba umtunze vizuri mtoto wa watu ule. Okay sasa sa. Kwa kukaa hapa mimi nitakaa siku zangu mbili tu. Yes, sawa. Sasa siku mbili siku mbili, kwa hiyo baada ya siku mbili ndio utaondoka? Ndio maana yake. Na nauli ya nyuo ya kule ni shilingi ngapi? Mm, nauli ya kule ni shilingi 8000 tu. 8000. Sasa 8000 itabidi unitumie unanimu. Nikutumie basi kwenye simu, si ndio? Sasa mjomba, Utume na yakutolea mjomba, mimi nataka nikupe elfu ishirini na kutumia elfu ishirini mjomba. Sasa wewe bwana, wewe we, inabidi urudi nyumbani, si ndio? Sasa okay, nikutumia na nauli basi, usiwe unajitanguliza hivyo, sawa na ndio maana we, kuna muda tunakosana mi na wewe bwana Tariki. Eh, mi nataka nikutumia elfu kumi hapa, si ndio? Sijui anakuwa nakaa wapi, unakaa mjini hapa hapa? sasa Unitajie mnamba mjomba. ni- nikutumia kwenye simu alafu nimtumie na huyu bwana halafu, kingine <coughs> kabla ya kutumia, mimi muda wangu wa kazi nafikiri hapa nao pia ulikuwa umekuisha. Ndio sasa, nikisema nikisema tena nianze kukakaa tena hapa bila sababu za msingi, itakuwa sio vizuri. Ni vyema nitoke hapa saizi, twende kule nyumbani, au unasemaje mjomba, nitakuwa vizuri eh? Kama ni mkeo sawa, tutoke hapa twende nyumbani, lakini acha kwanza nikutumie kwanza pesa nauli, ukae nayo kabisa, kwa sababu unajua kuna mambo mengi hapa mjini mjomba. Mm. Eh, naweza nikasema nikae na hii pesa kesho kutu, ukaanza kuniambia tena habari zingine, nikaanza kuhadithia habari za bibi, sio walitisha huko leo kufa sio, au wa mpepai huko sijui wapi huko bibi yetu sijui wapi huko, sasa inakuwa sio vizuri muda huu eh. Sawa, sawa sawa mjomba, nitajie namba basi nikutumia